Tuna tuna fight sisi, tunadai katiba, tunadai tume huru ya uchaguzi, lakini hatutaacha uchaguzi. Lakini wale ambao wanasema kwamba kuna haja ya kuzuia kwa sababu wanaona ni kama mnafanya kazi bure, mnastokea kamba kwenye, nimeshasema kama una nguvu za kuzuia, basi nenda kamzuie mkurugenzi asitangaze matokeo. Umenelewa na, na, na hili, na na hili, hili, hili limeshatokea. Waulizi waliokuwa wabunge wa upinzani hata mimi mwenyewe, mimi nimetangazwa kwa mbinde kama sio vijana Rombo kumshinikiza mkurugenzi kura tosha. wa, kutangaza. Vijana wakatoka maeneo mbalimbali wakaja, mkurugenzi atangaze matokeo au mtendaji atangaze matokeo. Haki yako hupewi kwenye sahani ya dhahabu, ya haki yako unaipigania unaona kwamba kama wale ambao wanakusudia wana, wana, wana, wana kuzuia uchaguzi huu ni kama mpango ambao haunaona kama hautofanikiwa, tafsiri yake zile ni ndoto za mchana. Nimeshakujibu ile wamekuwa kabisa, plani zile ni ndoto za mchana. Ndio maana mimi nakuuliza nim, nimekuwa nikiwauliza mtazuiaje? Mtaenda mahakamani? Kama nguvu ya umma, maandamano yametangazwa mara ngapi? Hiyo nguvu ya umma tuioni kwa sababu dola ikiachwa hivyo kwenye suspense, inaweza ikawa na ikawa na dhana kwamba hao watu wanataka kuanzisha fujo mahali. Kwa lazima lazima uwe makini sana katika kutumia hizo terms katika kipindi kama hiki. Unajua, katika kipindi cha uchaguzi vyombo vya dola vyote vinawekwa on alert

lakini majimbo yaliyotangazwa ni yale ambayo yana upinzani strong. Hata Mboye mwenyewe kule Hai ameshinda mara tatu, uliza, alitangazwa namna gani? ni watu walinyanyuka wakaweka shinikizo pale Moshi Mjini, ni watu walinyanyuka wakaweka shinikizo Rombo, ni watu walinyanyuka wakaweka shinikizo hasa. Ndio maana nasema kama, kama nguvu hiyo ipo ya kuzuia uchaguzi, kwa nini wasiweke mashinikizo kama ambavyo tayari tumekuwa tukiweka kwenye baadhi ya maeneo, na no, watuitwa wanatangazwa.